Leo tunasonga mbele na simulizi ya wa wakili wa moyo, ambapo katika hatua yake ya ishirini na mbili mara ya mwisho tulishuhudia ajali mbaya sana baada ya gari yaliyokuwamo Colin na Cecy kuacha njia na kugonga nguzo, kitu kilichosababisha kutokea kwa mlipuko mkubwa sana ambao pengine umesababisha madhara makubwa sana. Ni upi uhalisia wa madhara yaliyosababishwa na ajali ile, na nini kinakwenda kuendelea? Mimi na wewe tuende pamoja na hii Wakili wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na tatu. Basi, mwisho wa siku gari alilokuwa akiendesha Colin liliendelea kuteketea na hatimaye lilishika moto lote kutokana na kukosa msaada wakuzimwa kutokana na miundombinu mibovu na kuteketeza kila kilichokwemwa pamoja na simu zote za Colin pamoja na yasesi. Kwa bahati, msichana mmoja shoga yake na ambaye alikuwa akimfahamu Colin kutokana na kuwepo siku Colin alikumvisha pete, Mage, alikuwepo kwenye ajali ile kutokana na kuteremka kwenye daladala na kukuta watu wakitolewa kwenye gari lilokuwa likiwaka moto kwa vile hakuijua namba ya simu ya mama Colin aliamua kumpigia simu Brenda amweleze Mage ili ampigie simu mama Colin kumjulisha kuhusu ajali ile. Baada ya kupigiwa simu, Brenda alipokea. Upande wa pili, "Halo, Lovness." "Niambie shoga yangu." "Shoga, kuna tatizo huku." "Mbona nanitisha? Kuna nini kimetokea?" "Colin kapata ajali mbaya sana, shoga yangu." "Colin? Colin yupi?" alikuwa mchumba wake na Mage. Wewe ajali ya nini tena? Mungu wangu, gari alilokuwa akiendesha limepata ajali mbaya sana barabara ya Samni Jua majirani na Mlimani Siti kwa kugonga nguzo ya umeme. Mungu wangu, vipi kuhusu hali yake? Mm, kwa kweli kuna taarifa nyingi, japo si rasmi. Mungu wangu, taarifa gani tena hizo? Wapo wanaosema watu wamekufa palepale. Jamani, kwani alikuwa na nani? Na msichana mmoja ambaye anaonekana alikuwa na nguo za mazoezi. Yani nimechoka kabisa, siamini kama Colin amekufa kirahisi namna hiyo. Sasa shoga, nina imani Mage ana namba ya mama yake, mpigie ili awajulishe. Nina imani hawana taarifa. Poa, lakini siamini mpaka niuone mwili wa Colin kwenye jeneza. Brenda Akiwa amechanganyikiwa alimpigia simu Mage, aliyekuwa amekaa kwao huku akichezea simu yake. Baada ya kumtumia ujumbe Colin, alipiga simu ambayo iliita bila kupokelewa na mwisho wa siku ilizimwa kabisa. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. the number you're calling is currently not reachable. Please try again later baada ya kuzimwa alijikuta akijapisa kwa kusema, lazima nimpate Colin, iwe kwa hiari au kwa nguvu. Nitahakikisha nampoteza kinyago wake ili niipate nafasi yangu, bila hivyo sina maisha ili ninyusumu. Akiwa katikati ya lindi la mawazo, simu yake iliita. Wazo lake, alijua Colin alikuwa akitafuta sehemu nzuri ili ampigie Alipoangalia kwenye simu alikuta inatoka kwa shoga yake Brenda na alipokea moja kwa moja. Eh, niambie shoga. Magi, kuna taarifa sio nzuri. taarifa gani tena? zinamuhusu zilipendwa wako. Nani? Hans? Hapana, Colin. Hey, Colin kakupigia simu sio? kunipigia simu bali kapata ajali mbaya sana acha kunirusha la nione kama nampenda Sio siri, Colin ndiye aliyebeba uhai wangu. Mage, hebu tuliza akili, unisikilize. Haya, niambie mpenzi. Colin amepata ajali mbaya sana, barabara ya Samnijo, majirani na Mlimani City, na haijulikani kama ni mzima au amekufa. Brenda, sipendi utani wako. Nimetoka kuzungumza na Colin hata robo saa haijapita. Oho, sasa yafanya utani. Naomba mpigie simu mama yake sasa hivi mueleze Colin amepata ajali na amekimbizwa Mwimbili. Naomba usiongeze lingine, usije muua mama watu kwa mshtuko. Japo siamini, anyway, ngoja tu nimpigie. Fanya haraka jamani, unaambiwa hata gari alilokuwa akiendesha limeteketea lote. Mungu wangu, unasema kweli? Kweli, siwezi kukutania kwa jambo zito kama hili. Mungu wangu, hii nuksi gani tena? kama Colin akifa, nitakuwa na faida gani ya kuendelea kuishi? Magi alizungumza peke yake, huku macho yamejaa machozi na mikono kumtetemeka wakati wa kutafuta namba ya mama Colin. Kila alivyokuwa akitafuta ki, machozi yalizidi kufunika macho yake, hata alipoyafuta kwa mkono yalijaa tena. Alitoka chumbani na simu mkononi hadi sebuleni na kumkuta mama yake. Magi, nini mama? Yake alishtuka na hali hiyo aliyomwona nayo mwanaye. Colin? Mama, Colin kafanya nini tena? Ajali. He, lini? sasa Hivi. taarifa umeitoa wapi? kanipigia Brenda sasa hivi. Da, vipi hali yake? sijui mama. mm. Mama, mpigie simu, mama yake ana habari. Mama Mage alichukua simu yake kutafuta namba ya mama Colin huku naye mikono ikimtetemeka. Baada ya kuipata, alipiga simu ambayo ilipokelewa upande wa pili. Halo dada, vipi, kwema? Una habari gani? Za nini? Kuhusu Colin. Mm, sina habari zozote. Kuna taarifa, kapata ajali. Ajali? mama Colin alishtuka hapo. Eh, ndiyo, kuna mtu kampigia simu Mage na kutaka nikujulishe kwa vile hakuwa na namba yako ya simu. Mungu wangu, yupo katika hali gani? Hebu subiri, alisema na kuziba sehemu ya kuzungumzia na kumgemkia Mage. Eti Mage, mwili wa Colin umepelekwa hospitali gani? Mama sijasema amekufa, ila watu wanafikiri hivyo. Sasa kapelekwa wapi mama? Mwambie amekimbizwa Mwimbili, ila usimwambie upo kwenye hali gani, mengine atajua huko huko mwenyewe baada ya kuzungumza na mwanaye aliachia sehemu ya kuzungumzia, na kuzungumza na mama Koli, anasema baada ya ajali, wa Samaria wema wamewapeleka Mwimbili. Wanasema hali yake ipo vipi? Hawajajua kwa vile amebebwa na kuingizwa kwenye gari na kuishi hospitali. Na sesi sijajua. Subiri, eti sisi alikuwepo? Alimuuliza mwanaye. Ndio, walikuwa pamoja. Nashukuru na, na dada na mimi nakuja huko. Sawa, tutakutana. Baada ya kukata simu, mama Mage alinyanyuka kuelekea chumbani kuchukua funguo ya gari, na baada ya kuchukua alitoka nje, na Mage alitoka kumfuata mama yake. Waliingia kwenye gari na kutoka kuelekea Mwimbili. muda wote Mage alikuwa akilia kitu kilichomfanya mama yake kuingilia kati. Unasema hajafu, unalia nini sasa? Mbona unamchukia mwenzako? Mama, inauma. Koli ndiye ilikuwa tumaini langu la mwisho. Ndio muombe basi apone an, yani Mungu asikie dua langu Koli ni apone lakini mchumba wake afe? Wewe mtoto roho gani hiyo? mama, wakipona wote sina changu. Hebu achana na mawazo hayo, Mage alisema huko akikanyaga mafuta kwa hospitali. Mama Colin baada ya kuzipata taarifa zile alimpitia Mama Cecy aliyekuwa hana taarifa zozote kwa kujua mwanaye alikwenda mazoezini asubuhi na mpenzi wake na yeye kadhalika alishtuka, lakini mama Colin alimpa moyo wafike hospitali wajue kipi kinaendelea. Japokuwa hakujua watoto wao wapo kwenye hali gani, walijikuta wakifika pamoja na Mage na mama yake. Waliongozana wote mapokezi kuulizia taarifa za mgonjwa wao, waliambiwa wagonjwa wote wamekimbizwa chumba cha wagonjwa maututi kwa vile hali zao si nzuri. Walikwenda kuonana na mganga mkuu, ambaye aliwakaribisha ofisini kwake. Ndio wazazi wangu, kwanza poleni sana. Mm, hatujapoa kwani hatujui hali za watoto wetu, hapo alijibu mama Colin. Hapo Dr. Bukos kwanza alitulia kama anasoma taarifa kwenye karatasi, kutafuta neno la kueleza ili wasipagawe kutokana na hali ya wagonjwa wao. Baada ya kutulia kwa muda, alinyanyua uso wake na kusema kwa sauti ya upole, wazazi wangu hali za wagonjwa si mbaya wala nzuri sana, lakini bado tunapigania maisha yao. Lakini baba, mtu mpaka kuletwa chumba cha wagonjwa mahututi lazima hali yake ni mbaya sana, hapo aliuliza mama Colin. Ni kweli chumba hicho ni kwa ajili ya uangalizi wa karibu kwa mgonjwa. Kwani hali zao zikoje? Mama Cecy naye aliuliza. Bado hatujajua kwa vile wameletwa, hawajitambui kwa hiyo kwanza tunashughulika na suala la kurudisha ufahamu kisha tutajua tufanye kitu gani baada ya hapo. Mbona nilisikia amekufa? Mage aliropoka hapo. Si kweli, kama angekuwa amekufa isingekuwa tumempeleka kufanya nini sasa. Daktari alijibu kwa ukali kidogo hapo. Wewe Mage, acha kuropoka. Mama yake alimkanya kwa taratibu. Jamani, naomba kuzungumza na usika wagonjwa wengine. Msubiri nje kidogo hapo. Daktari aliwaelekeza wasubiri nje. Mage na mama yake walitoka nje na kubakia mama Colin na sisi. Baada ya kubakia wawili, dokta alitaka kujua uhusiano wa waliobakia na wagonjwa na wote walijitambulisha kiufasaa. Basi wazazi wangu, ajali waliopata ilikuwa mbaya sana. Majeraha si makubwa sana, lakini inaonyesha wamejigonga kwenye kitu kigumu wakati gari likipata ajali, kwa hiyo imesababisha mtikisiko wa ubongo uliopelekea kupoteza fahamu, lakini tunahangaika ili kurudisha fahamu zao. Katika hatua yake ya 23 tumeweza kuona jinsi gani SMS ya Mage ilivyokwenda kusababisha madhara makubwa ya ajali pamoja na athari zake, ajali ambayo imetikisa maisha ya Colin na Cecy, huku gari yao ikiteketea pamoja na kila walichokuwa nacho, ikiwemo simu za mkononi, ambapo kwa sasa wapo ICU mahututi, bila ya hata kufahamu hatima ya maisha yao. Lakini pia tumeona jinsi Mage akiingiwa na uchu wa Cecy kufikiwa na umauti ili iwe tiketi ya yeye kurudiana na Colin. Swali ni je, tamaa yake itatimia au hatima yao ina mipango mingine? Kujua yote hayo mimi na wewe usikose tukutane tena katika Wakili wa Moyo kwenye hatua yake ya ishirini na nne.